Katika miaka zaidi ya 30 sisi walimu tumekuwa na chama kinaitwa Chama cha Walimu Tanzania, CWT. CWT imepoka uhuru wa kujumuika wa walimu, kwa sababu walimu hawaendi CWT kwa free will, wanalazimishwa. Chama cha walimu kinaingia kwenye mishahara ya walimu kama funza anavyoingia kwenye kidole, bila hodi, bila taarifa. Katika miaka sita ambayo Chakamwata hakikuwepo hewani, wanachama wa Chakamwata wapatao 12231 bila hiari yao wamepokwa uhuru wao wa kukusanyika kwa hiari, wamenyonganywa mishahara uh, michango ya Chakamwata na kuingiziwa michango ya chama cha walimu Tanzania, CWT, ya miambili, liotokea, chama cha na walimu Tanzania Tanzania ya asilimia mbili bila ridhaa yao. Kutokana na hayo yaliyotokea, chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania kinachukua hatua zifuatazo. Kwanza, tumeorodhesha mikoa yote na wilaya zote. Tuna halmashauri mia moja ishirini na tano nchi nzima katika mikoa ishirini na mitano. Ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na Chakamwata, mikoa mingine yote ina nongwa na Chakamwata na tumeorodhesha pesa ya mwalimu aliyokatwa katika wanachama hao 12231 asilimia moja, moja iliyozidishwa kwenda CWT na asilimia moja Chakamwata. Tunakwenda mahakamani kufungua kesi, na kabla ya kufungua kesi tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue, kusudio la kuwashitaki na wanatakiwa watujibu ndani ya siku 30 na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12 milioni mia tatu ishirini na sita, laki tisa na sitini elfu, na mia tano sabini na moja, na senti tisini. Hizi fedha anatakiwa kulipa CWT na watashirikiana na hawa waajiri, kwa sababu wanaingia kwenye mishahara ni mwajiri, alafu anampelekea CWT, lakini tunawashitaki ni chama cha walimu Tanzania. Na hawa wametukimbia mara nyingi sana, this time wamejaa kwenye kumi na nane zetu. Tukiitwa bungeni kwenda kujadili miswada ya sheria zinazohusu walimu, wakinusa kwamba chakamwata wapo huwa hawatokei. Safari hii wameingia kwenye 18 za walimu wa CHAKAMWATA tunawapeleka mahakamani. Na wanasema nduka la wakala kama hawajui Kiingereza tutakwenda kuwafundisha Kiingereza mahakamani. Kama hawaelewi Kiswahili tutakwenda kuelimisha Kiswahili mahakamani. Sheria hizi ziko wazi sana. Hazitaji hata elimu ya form 4 mtu kuzielewa. Hizi za vyama vya wafanyakazi. Sisi hatua ambayo inafuata sasa ni hatua moja tu nao ni hatua ya kwenda kumalizana nao mahakamani. Kwa utaratibu wa kisheria kama sheria inavyoeleza ko. Kwa, kwa hapa sasa tunasubiri uh, muda wa mwezi mmoja ambapo tume, tume tumewaandikia taarifa hizo wanazo, kwamba tunasubiri watujibu madai yote ya michango waliokata kupeleka CWT ndani ya mwezi mmoja. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kwenda mahakamani na sisi tuko tayari. Tunasubiri mwongozo huo baada ya mwezi huu kuisha majibu, ambayo tunatarajia hayajapatikana, basi hatua inayofuata ni mahakamani na wawe tayari. Katika hilo sisi tunakata asilimia moja ya mshahara wa, wa mwalimu, lakini CWT inakata asilimia mbili ya mshahara wa mtumishi. Hiyo ni tofauti kwan. ya kwanza, lakini tofauti ya pili CHAKAMWATA, mwalimu anapopata matatizo yanayohusiana na kazi yake hususan kwenye masuala ya kisheria, CHAKAMWATA wako active sana wana handle situation nzima kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya taifa. Kama kunahitajika usaidizi wowote, utetezi wowote wa kisheria, niliona ni watu ambao wanapigania haki na, na maslahi ya walimu, wapo tayari kutusikiliza walimu wote Tanzania, ni wasioajiliwa wanasi wanasikiliza matatizo ya watu wote.